Hii video ni kwa ajili ya watu wa CCM ambao bado wanamsapoti Samia, e, na wanasapoti hizi kampeni zake za kishenzi za kitapeli za uonevu <laughs> kwa sababu eti wanasapoti chama cha CCM. Sasa nataka niwaambie kwamba mmebakiza muda mchache sana wa kuokoa iko chama cha CCM, mmebakiza wiki nne tu cha kuokoa iko chama chenu cha CCM, la sivyo, iko chama kinaenda kupotea moja kwa moja. Let me tell you why. Kwa nini nawaambieni? baada ya wiki nne kama CCM msipochukua tahadhari sasa hivi, baada ya wiki nne iko chama kinaenda kufa. Kinaenda kupotea moja kwa moja. Let me tell you why. Mmeona juzi, mmeona wa Tanzania juzi, sehemu walipo haogopi risasi, haogopi wako tayari kufa. For the past hichi kipindi hiki last uh, few months tumekuwa tunaona Gen Z wanafanya video, wanasema tuweni, tunaenda kufa, tuko tayari kufa watu. Tukadhani o, wanaongea tu mitandaoni, watu wanasema ah, wanaongea tu, lakini juzi mmeoneshwa mfano, watu kweli hawaogopi, wako tayari kufa. Watu wanapigwa, wanapigwa risasi, wanaimba. Tuweni ndio Watanzania walipofika sasa, listen sasa hivi ni kipindi kirefu, sasa hivi Watanzania wanawaomba sisehemu, wanawaomba wanalia, jamani, tupeni haki, tupeni haki, nchi naomba haki. Haki gani inayoombwa na Watanzania? haki inayoombwa ni uchaguzi wa haki, haki inayoombwa ni katiba mpya, ni, ni reforms, yaani sheria eh, zibadilike eh, watu wanachokiomba hapa, wanataka uchaguzi huru na haki ili waweze kuepuka bunge hili lililopita Watanzania wanajaribu kuepuka bunge lililopita. Watanzania wanataka bunge lenye upinzani ili likawapiganie, hawataki bunge la CCM tena, na inabidi muelewe, Watanzania hawataki bunge la CCM, hawataki bunge la Chadema, hawataki bunge la ICT. Wanataka bunge lenye vyama mix, ili serikali iweze kusimamiwa kimadhubuti, ili wawe na wawakilishi bungeni wa kuwapigania sasa, nyie mnawanyima haki Watanzania wanataka kuchagua rais wanamtaka. Mnawanyima haki, wamewaomba sasa. tarehe ishirini na tisa CCM, mkiua mtanzania hata mmoja, mkiua mtanzania hata mmoja, ndio mwisho waiko chama hii. Nawaambieni, mkiua mtanzania hata mmoja, tarehe ishirini na tisa Oktoba ndio mwisho waiko chama. Hakuna mtanzania ataitaka tena CCM kama mmeweza kama mmeweza kuombwa hivi kwa kiasi hiki na wananchi wenu, mienzi yote hii mmeombwa kistaarabu kwa amani, tupeni haki, mmekataa, alafu mje kuua watu hivi. Mnadhani kweli kuna, kuna mtanzania atakubali kiendelee chama kinaitwa CCM kwenye nchi? Kama mnasubiri, maana sasa hivi mmegoma kutoa haki, hamtaki kutoa haki, mnasubiri tarehe ishirini na tisa ili mkaue watu Yaani ni kwamba sasa hivi CCM mnachotuonesha sisi Watanzania, mnachotuonesha sasa hivi ni kwamba nyinyi kushikilia mali za umma, CCM kushikilia mali za umma, CCM kufanya ufisadi, CCM kuibia wananchi, mpaka wananchi wanakosa huduma zozote, hata basic human needs wanakosa. Hiko ndo kitu cha msingi na muhimu zaidi kwa CCM, zaidi ya kuiokoa nchi na machafuko, kuokoa uhai kuokoa mtu yoyote kuumia. Tarehe ishirini na tisa mko tayari yani? Nyinyi mnachotaka ni kushikilia ni kushikilia mali, lakini hamjali wananchi wanaongea wana nini yani, yani nyie mna, ni kushikilia hazina ni kushikilia wizara ya fedha. Yani nyinyi mnachotaka ni mkachukue tu mikopo mnunue malambagini, lakini hamtaki kusikiliza wananchi wanachowaambia. Alafu ni kwamba sasa hivi sehemu mko kwenye situation ambayo uchaguzi mnafanya uchaguzi, mnashindana na wa Watanzania Tanzania. sasa hivi hamna Chadema wa kutukana nao kuchambana nao, mmebaki kwenye masteji mnatuchamba wananchi, mnatutishia wananchi, ndo ndo kampeni sisi. hemu mwaka huu sasa, bado wiki nne zimebaki, wiki nne Do the needful, okoeni chama chenu sasa hivi. Mnampigania Samia na Abduli, acheni kumpigania Samia na Abduli, piganieni chama chenu, wasivyo mnaenda kupotea mnaenda wa Tanzania, tukubaliane sasa hivi kama CCM wasipofanya kitu mpaka tarehe 29, alafu aka aka from Tanzania hata mmoja, tukubaliane, hakuna tena chama cha CCM. Tanzania hakipo kwa sababu sio chama cha wananchi hiki. Sasa hivi wanatuonesha wao ni chama cha mafisadi na wezi, hawajali uhai wa Tanzania hawa, hawatujali kwa tarehe 29 ta, hakuna mtu kubaki ndani jamani, tarehe 29 hakuna kubaki ndani.